Karibu Kipua Midia kwenye simulizi za kusisimua. Stori yetu ya leo ni simulizi ya Lilith, mwanamke wa kwanza kuumbwa kabla ya Hawa, na msimuliaji wako Josef. Katika giza la enzi za mwanzo, kabla ya Hawa kuwepo, Lilith alitembea katika bustani ya Edeni akiwa mwanamke wa kwanza. Mungu alimuumba yeye na Adamu kwa udongo ule ule, wakiwa sawa katika kila hali. Lakini tofauti na Adamu, Lilith alikuwa na roho isiyokubali kutawaliwa. Lilith na Adamu walipewa bustani iliyojaa uzuri, lakini mzozo ulianza pale Adamu alipodai utawala juu yake. Lilith hakukubali. Tuliumbwa sawa, kwa nini nikutii? alihoji kwa sauti thabiti. Adamu akijiamini kuwa mteule wa Mungu, alikataa hoja yake. Kwa hasira, Lilith alikimbia kutoka Edeni na kukimbilia kwenye Bahari Nyekundu, mahali palipokuwa na viumbe wa giza. Mungu alituma malaika watatu, Sanvai, Sansanvai, na Semangelof, wakamwambia arudi kwa Adamu, lakini Lilith alikataa. Aliamua kuishi kwa uhuru wake badala ya kunyenyekea. Katika uasi wake, akawa mmoja wa viumbe wa ajabu mwenye uwezo wa kuvutia na kutisha. Kwa kukataa kurudi Edeni, Lilith alihukumiwa kuwa kiumbe wa giza. Hadithi zinadai kuwa aligeuka kuwa mlinzi wa wanawake waliokandamizwa na watoto wachanga, huku wengine wakimwona kama pepo hatari. Wakati huo, Mungu aliumba Hawa kutoka kwenye ubavu wa Adamu, mwanamke aliyekuwa mtiifu zaidi tofauti na Lilith. Lakini hata baada ya karne nyingi, jina la Lilith halikupotea. Alibaki kuwa ishara ya uasi, uhuru na nguvu ya mwanamke. Je, alikuwa mhalifu au alikuwa mwanamke wa kwanza kujua tamani yake? Hii ni hadithi ya Lilith, mwanamke wa kwanza kuumbwa kabla ya Hawa, simulizi iliyofichwa kati ya giza na mwanga wa historia. Hakikisha una subscribe ili kupata muendelezo wa story kali ya Lilith na uumbaji.